Leo ndio tunafika tamati ya mkutano huu ambao ulianza tangu tarehe 29 na eh, eh, tangu tarehe 29, kumekuwa kuna majadiliano ya mambo mbalimbali mbali ambayo yanahusiana na uh, sera za, za internet uh, mambo yanahusiana na uh, miundombinu na kadhalika na kadhalika, kwa hiyo yamekuwa ni majadiliano mazuri ambayo uh, watu wamebadilishana mawazo ya nini ambacho kinaendelea katika nchi nyingine za Afrika, na kama mtakavyokumbuka, mtaka tulikuwa tuna uh, tarehe 29 tulikuwa tuna mkutano um, unaohusiana na mtandao wa wabunge wa Afrika uliofanyika hapa tarehe 29, na pia tulikuwa tuna jukwaa uh, kwa ajili ya vijana Uh, wa Afrika, lilifanyika hapa hapa. Tangu lilivyoanzishwa, lime limekuwa na mafanikio mengi, ikiwa ni pamoja na kuwaleta uh, eh, maeneo yanayohusiana na asasi za kijamii, wanakuja pamoja, vyuo uh, vikuu uh, wanakuja pamoja, uh, sekta binafsi wanakuja pamoja, uh, pamoja na serikali. Kwa hiyo kuna wadau wakuu kama watano ambao wanashiriki na wanashirikiana katika majadiliano kuweza kuangalia kwamba sera za nchi moja moja, sera za kikanda, kwa mfano kwa maana ya East Africa, je, zina uh, zina, zina, zinafanya vizuri kwa maana ya usimamizi wa internet yenyewe. Kwa hiyo tangu elfu mbili na tano wakati hili jukwaa limeanzishwa, ambalo linatokana na mkutano maarufu sana unaoitwa World Summit of the Information Society ambao kila mwaka huwa unafanywa na shirika la mawasiliano duniani e, je a, kama a, jinsi ambavyo huu mkutano umekuwa una, una, unafanya kazi zake umekuwa unafanya kazi uh, kwa mafanikio sana. Kwa hiyo uh, kilichozaa uh, hili jukwaa ni huo mkutano uh, wa kimataifa wa mawasiliano ambao unaitwa The World Summit of the Information Society ndio ukawa umezaa hili jukwaa kwa ajili ya usimamizi. Na sababu kubwa iliyofanya jukwaa uh, hili likazaliwa ni kwamba uh, walivyokutana uh, wakati fulani kule Geneva kulikuwa kuna uh, majadiliano nani ambaye asimamie internet, wengine wakawa wanasema serikali, wengine wakasema oh, ikae labda ni private sector, kama walivyokuwa wanafanya uh, Marekani wakati huo uh. Kwa hiyo hakulikuwa mna makubaliano. Kwa hiyo kikaanzishwa kikundi kazi ambacho hicho kikundi kazi ndio kilichosema kwamba tuwe na wadau ndio wawe wanasimamia mtandao uh, wa intaneti kwa maana ya mtandao ule mkubwa.